Wandani wakuu wa rais William Ruto wakiongozwa na naibu rais profesa Kithure Kindiki kwa mara nyingine wamemrushia cheche za maneno aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile wanachosema ni kuendesha siasa za ukabila. Wakizungumza kwenye mikutano kaunti ya Kisii, viongozi hao wamesema kamwe hawataruhusu ruhusu yeyote kuhitilafiana na amani na utulivu wa taifa kabla na hata baada ya uchaguzi ujao. Crispin Otieno na mengi zaidi. Wiki tatu baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiangi kutangaza azma yake ya kuwania kiti cha urais nchini. Viongozi wakuu serikalini wakiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki walitua Mugirango kusini kwa kishindo. Lengo kuu likiwa kupiga jeki makundi mbalimbali ya kina mama na waendeshaji bodaboda boda. Viongozi hao wakimsuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kufuatia matamshi yake ya hivi majuzi kuhusu kuzuka kwa machafuko baada ya uchaguzi mkuu. Na tumesema never again, hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine mkenya mwenzake, ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini, wanasema na munaona wamepeleka tabia mbaya Tanzania. Sisi tunataka kuheshimu majirani nchi zetu za nje. Nyinyi Wakenya hapa kutoka South Mugirango, hao watu ambayo wako na bad manners, wafungwe wasifungwe, wamehamia Tanzania kwa sababu wameokopa kushindana na Mheshimiwa William Ruto. Wewe unaanza kutuambia y kwamba 2007 was a Christmas. Wewe we. 2027 will be the most peaceful election ever. Katika hafla hiyo viongozi kadhaa kutoka Kisii na Nyamira wanaounga mkono serikali wakiapa kusalia serikalini licha ya mawimbi kisi ya kisiasa Gusii. Kwa hiyo msidanganywe kwamba kuna serikali nyingine tena mahali. This is the only government. Just we fanya kazi na hii serikali, mengine yafuate baada baadaye. 5 million. 5 million. million Crispin Otieno, Runinga ya Citizen Kisi, Roger. So... So...